Miaka ya kale maeneo ya pwani. Siku moja, kuna mvuvi alienda baharini kutafuta kitoweo, kwa sababu nyumbani kwake kulikuwa hamna chochote. Ni kawaida watu wa pwani kwenda baharini kujitafutia samaki kwa ajili ya kuja kupata mboga nyumbani. Hii ni kawaida kabisa kwa wakazi wa pwani. Mvuvi ule alienda takriban ni masaa mengi, lakini hakuweza kupata chochote, na maji yakawa yameondoka bahari kabaki ina maji machache sana, kiasi ambacho samaki wote wamekimbilia mbali. Mvuvi ule haukata tamaa, akasema hapana, lazima nipate kitoweo, ndipo alipoingia kwenye mapango yaliyokuwa baharini, zile sehemu ambazo samaki wanajificha chini kabisa aliingia na mkuki maalum, akamkuta samaki aina ya pweza. Akamvizia kwa akili yake na kuweza kumchoma yule pweza, akamtoa yule pweza, akamtia kwenye kikapu chake. Mguu mosi, mguu pili, sako kwa bako, kuelekea nyumbani kwake, kuenda kunusuru familia yake, uweze kupata riziki. Lakini alipofika kwa kuwa samaki aina ya pweza alikuwa hajawahi kuliwa miaka hiyo, ndipo akaamua akata kipande kimoja cha mkia, ili aweze kujaribu kupika kuona nyama yake ikoje. Harakati za kuchochea kuni zilichukua muda mrefu sana, lakini kipande kile cha mkia wa pweza hakikuiva. Watoto wake walilani sana ile samaki, ikabidi vuvuli akatoka kwenda kwa jirani kuomba kama kuna kitoweo aweze kusaidia familia yake. Safari ya mbuvi yule kutoka pale nyumbani kwake kwenda kwa jirani yake aliwaacha watoto wake njaa ikizidi kwa umma, kisa ambacho watoto walikasirika, walimchukua samaki wa pweza wakaamua kumpiga piga na magongo huko, wakimlaani samaki gani asiyoiva, walimpiga sana akila kitoto baada ya muda mbovu yule alirudi akiwa amekosa kitoweo, akili yake imechoka, afanyeje? Lakini alipofika pale, akaona yule pweza na mwacha pale amepigwa kiasi ambacho mwili wote umetepeta. Akapata akili mpya, akamchukua, akamwosha vizuri, akamkatakata vipande, akamwingiza kwenye sifuria zuri kabisa iliyokuwa safi na maji ya kutosha, akamweka jikoni. Kuni zikaendelea kuchochewa kama ilivyokuwa awali. Safari hii nyama ya pweza ililanika vizuri, ikalegea vizuri kabisa, wakatia na ndimu, chumvi, ikawa kitoweo, wakawa na ugali vizuri kabisa. Hapo ndio pweza alipoanza kuliwa na wanadamu. Kwa hiyo walikuwa wameshajua njia gani ya kuweza kumwandaa pweza kumu. Pweza akivuliwa sharti lazima apigwe na magongo alegee, ndipo nyama yake iweze kuchemshwa na ikaive kawa laini kuweza kutafuna. Hadithi hii inatufundisha nini? Kwenye hadithi hii mimi nimejifunza mwanadamu hashindwi na kitu kamwe. Mungu kama mwanadamu ukampa akili nyingi sana, mwanadamu akiamua lake basi litafanikiwa tu. Tena Ogopa mwanadamu akikwambia nitakuonyesha, iwe mdogo iwe mkubwa. Njia atakayotumia kukuonyesha huijui, hata ukiwa una uwezo kiasi gani, laba una mwili mkubwa kiasi gani, una nguvu kiasi gani, njia ya mwanadamu sio moja. Usimdharau mtu, lakini pia usikate tamaa, akili unayo. Naitwa Lutumba, karibu the story house.